E bwana, sasa hivi e, ni msimu huu wa Eid, yani ni sikukuu ya Idul Fitri e, wengine wakiita Idul Hajj, wengine sijui Idul Adha, yani majina ni mengi e, katika sikukuu hii ya Waislamu e, kama wewe sio Muislamu mtazamaji e, tulia basi usichanganyikiwe, ndio tunaanza sasa e, kama unavyoona nimekwekea video hapo za Waarabu eh wakiwa wanakula uh, vizuri kabisa ni biryani, mtazamaji e, kama unakuwa unasikia biryani biryani lakini unoje kuliona e, bwana nimeweza kukutafutia video ndio hizo hapo, nimekuwekea uangalie angalie hawa jamaa wanavyosherekea uh, siku kuu hii ya Eid al-Fitr ambao ni Eid kubwa hii mtazamaji. Eh, watu wanazidi kujienjoy enjoy, enjoy. Sio watu wote lakini ni Waislamu pekee Wakristo Ha inabidi tuweze kungoja hadi eh, maeneo ya Christmas kule eh, ndio tutaweza kuongelea jambo leni, lakini kwa sasa hili ah, ni jambo la Waislamu, wote wanakwenda kusherekea Idi, ah, ah, kama ambavyo unavyoona ah, Waarabu wanafanya hapa eh, na Waarabu ndio wanaongoza sana eh, katika kula vyakula kama hivi vya pilau, biriani. Sijui huko kwao ndio vilitokea, ama sijui kuliendaje. Mtazamaji, hebu niweke comment yako hapo, niambie ni kwa nini Waarabu wanapenda sana vyakula kama hivi. Mbona hawapendi e, chakula kama kama vile ugali, e, kama ambavyo hapo unaviona, a, hiyo ni biriani. Wanazidi kujienjoy kwenye kusherekea sikukuu yao Seti yao eh, ya Waarabu ah, ah, yani ya ulimwengu mzima eh, kwa wale ndugu zetu Waislamu. Kwa wale Wakristo hakuna, kwa wale Wahindi pia hakuna. Si unajua ah, ah, kila mtu eh, ana imani yake hapa. Ndio maana nakwambia hii ni ya Waislamu tu pekee, sio kwa, kwa ajili ya Wakristo wala Wahindi. Eh, kuna hizo video nimekuwekea hapo, video za Waarabu kabisa Onyeshwanapakua pakua masinia na masinia ni mengi, itakuwa itakuwa ni, eh, ni, ni msikitini hapa eh, sababu ama itakuwa ni kwenye uh, kwenye mfalme itakuwa anatoa zaka ama naganya chakula. Unajua kule warabuni eh, bado wapo na wafalme eh, kule hawana president siti kama Tanzania hapo, unaweza kusikia President Samia Hassan Suluhu ama ukasikia Uganda kule Yoweri Museveni, Kenya, uh, William Samoei Ruto. Au ni mapresident ambao nimekutajia wa East Africa, lakini ukienda maeneo ya warabuni hawana president. Wao bado wanaongozwa na wafalme. Kwa hivyo eh, utasikia bado wanaku na zile enzi za ukoloni za kuongozwa na wafalme, lakini mambo ya upresident eh bado hawataki hawa yani, bado hawajaenda kwa upresident. na kuna mataifa mengi bado mengine bado pia yanaongozwa na wafalme ikiwemo Ethiopia, Ethiopia, Ethiopia kule bado wanaongozwa na wafalme na Nigeria pia nadhani wafalme wapo. E, kuna nchi zingine zimegoma kabisa kuchagua president, wao bado wanadili na mambo e, ya kifalme falme, e, yani bado wako nyuma nyuma. Ati mtazamaji pia mimi nasikia kwamba Uh, Ethiopia bado hawaendi hawa sawa na kalenda yetu, sisi tunajua tuko 2025, lakini wao e, nasikia wako 20, uh, 24 uko, wako 2023, yaani kalenda yao e, inatofautiana na yetu uh, kiukweli e, na wao bado wanaongozwa na wafalme. Sasa turudi kwenye um, topic yetu ya Idilfitri hapa ndo kama ambavyo kuna video zingine nimekuwekea. Mwamba anakula nyama balaa kama unavyoona hapo, jamaa anakula nyama kweli kweli, sijui uh, ni nyama za nini hizi, lakini itakuwa ni za ng'ombe, mbuzi ama kondoo, sababu unaona jamaa anaupiga mwingi kweli. Alafu ukiangalia pembeni, yuko na kinywaji, sijui ndio soda ama ndio uh, uh, bia hii, jamaa anateremsha uh, bila uh, wasiwasi, lakini nadhani itakuwa ndiyo soda hii, sababu bia alafu unasherekea sikukuu hii ya Mwenyezi Mungu na unalewa, inakuwa basi, sio jambo zuri. Kwa hivyo mwamba atakuwa nakunywa soda huyo. E bwana, sijui kwenu umesherekea namna gani? unaweza ukaniandikia kwenye comment section pale, kupitia comment section ya Umbea Media TV. Zidi kusubscribe nazidi kulike zidi kushare, pia tunazidi kukujulisha matukio mbalimbali mbali ambayo yanazidi kutokea.